Imekwisha na kwanza, tunashukuru kwamba tumeshinda katika mechi ya leo. Ilikuwa ni mechi ngumu ambayo kwa kweli kama unavyojua mechi ya mwisho zinakuwa zina zina zina ugumu wake. Kwa hiyo hilo la kwanza, lakini la pili tunashukuru kwamba tumemaliza ligi salama, lakini la tatu uh, ni kwamba kama Simba tulipeleka eh, tulipeleka eh, malalamiko yetu FIFA mara baada ya, ya kamati ya sheria katiba na hadhi za wachezaji kupoka ku, ku, ku pointi tatu ambazo zinatokana na mechi kati yetu na, na, na, na, eh, na, na Kagera licea kule Mkoma, ambapo zile eh, pointi ambazo awali tulipewa na bodi ya ligi, basi kamati ya sheria katiba na wachezaji lizirudisha kwa kwa kwa timu Kagera. Ile hatua ilipelekea sisi kuweza kupeleka barua yetu FIFA. Tunafahamu kwamba tayari malalamiko yale yameshafika FIFA na kwamba tayari tulisha wataarifu wa bodi e, ya ligi hata TFF pia e, kwanza juu ya kusudi la kwenda FIFA lakini pili, mara e, baada ya kupeleka makabrasha FIFA e, pia tuliwasiliana nao kwa kwa kwa utaratibu wa kawaida wa, wa kuambia kwamba tayari e, hoja yetu ni hizi na ziko FIFA na sasa tunasubiri FIFA waweze kuzitolea ma, majibu. E, na pia tuliwaambia kwamba kuna uwezekano mkubwa sana katika matokeo haya ya mecha mwisho yakawa yana utata e, katika, katika, katika, katika point kwa maana ya, ya kuonyesha nani atakuwa bingwa kulingana na, na, na msimamo mpaka sasa ni kwamba endapo zile FIFA atarudisha pointi tatu, maana yake ni kwamba Simba atakuwa bingwa kwamba kwa kama niomba kwa wasimamishe wa, wa, wa kumtangaza bingwa mpaka pale ambapo uh, e FIFA watakapotoa majibu. Lakini e, kubwa ni, ni, ni, ni, ni matokeo ya mechi kati yetu na Kagera ambayo FIFA bado tunaamini, muda muda mrefu watakaa na watasema. Kwa hiyo majibu yatapokuja, basi tutajua kama ni kweli sisi ni mabingwa au sina mshindi wa pili. Kwa hiyo kubwa ndio hilo.